Chuga vipi? Unyama. Naona leo mambo mengi huko peke yako tena. Hamna baba yenyewe, so naona baba ee, nimekuja na mashemeji. He, mashemeji zangu. Hii baba yenyewe. Ukatambulisha? Kabisa yenyewe. Yamaliza. Mahari ya watu mpaka utimize milioni kumi, hmm. Ndo maneno. Sasa so, hivi kwanza nimeambiwa nisiwe na ongeongea sana na wewe. Mashemeji sio alikwambia hivyo? Jamani mapenzi yetu wawili mnaingilia na wahusu nini? Ujamaliza hela watu. Sipana unyanganya changa. Kwanza umefikisha shilingi ngapi mpaka sasa hivi? Laki tisa.

ni msanii mmoja mkubwa sana labda hebu wewe mwenyewe ajitambulishe kabla. Shemeji mambo? Da, bwana Chuga ametrendi sana ndugu yangu, kukupata maana Chuga, uko mtaani unaambiwa, kila akipita unaambiwa mchumba, wewe mchumba. Fresh, no? Star, star, star, yes, yes. Chuga ameniambia na wewe ni star mkubwa, naitwa nani? Mimi naitwa Ludoya. Ludoya, Ludoya. Star yako natokana na nini? Ah, music. Mimi nafanya music. Naimba. Hey, naimba. Kabla tujafika mbali, tuende kazi, baba kipaza hiki hapa, kitu pekee ambacho nilikuwa nataka kuambia before sijaanza kuimba ni kwamba najua <coughs> muziki, muziki sisi tunafanya lakini hatufanyi muziki kwa sababu ya mademu. Sisi tunafanya muziki kwa sababu ya, ku, ya kutengeneza taswira kwenye familia zetu, kama mwanangu Chuga sasa hivi. Chuga sasa hivi ashatengeneza taswira, kwa maana sisi ndugu zake tusha tumeonekana, au sio? Kwa hiyo najua kuna watu wengine kwenye muziki wanafanya kama kama tuseme kama kama, kama, kama wanaweka jiras sababu si kuna wasanii ambao tushake toka nao toka kitambo tunafanya nao muziki, lakini paka leo wametoboa fua anatukataa mzee. Wezi amini mzee. Kwanza yani. Ghetto yani, yani, yani. Ghetto moja tumekaa naye ghetto moja, ghetto moja nakwambia Nguo zangu anavaa unajua Dayo. Dayo. Eh hey, Dayo huyu Dayo, o ikatoka afu ananikataa mwanangu Wezi amini. Mimi sina kupanga. Niko sana. Mimi naongea kwa uchungu kabisa alafu cha kushangaza mtu kama, kama brother Chidi Benzi. Brother Chidi Benzi ni mtu ambaye ni star unajua au sio? Tena mkubwa hapa Tanzania. Wezi amini. Yeye anakuja kunibless vesi kwenye ngoma yangu mimi. Lakini Dayo ananikataa. Ashatoka. Ashatoka mzee ananikataa. Mimi, picha yake ninayo, hata nikuonyeshia picha yake mimi nayo kwenye simu yangu. Dayo kitambo, so kama anaongea, sababu kwenye media mimi nipo naye Dayo kabisa. A, nikuashie uone Dayo huyu mangi huyu, nipo nipo naye kabisa, tupo, tupo. Oya, mimi naniumiza kinoma unajua naye kwa, kato... toka... like... yeah, kwa, kwa wakati kwa wakati, sababu sisi tunafanya muziki kwa sababu ya watu Atufanye mziki atujiangalie wenyewe, ndio maana nikakwambia tufanye mziki kwa sababu ya mademu, tunaangalia familia, taswira familia, ikae imara, kwa sababu leo na kesho kutwa tuanze kainua watu wengine. Akasema, <laughs> mkono usifike huku <laughs> <laughs> wenyewe, ndio maana nimekaa katikati yenyewe, yani babu yenyewe hapa ni bora ucheze na roho yangu kabisa yenyewe. Sasa na maisha <laughs> la mama. <laughs> na hey, la mama. Lakini asicheze na hiyo. Eh, wala wana umeletea leo shemeji, lakini shemeji ana machungu. Shemeji ana machungu kwa sababu yenyewe, unajua kuna machali wana wanakuja kujifanya yenyewe wameshatoka wamesororoka hivi wanasajifanya wameshakataa watu alafu kicheki yenyewe Mwamba ni yaani ya, ni kidi kidi kankili kweli, sio utani mm. Ni mbaya tu kabla tujafika mbali. Ndio maana nikamwambia bwana, mimi nampa kipaza ili watu sasa wamsikilize, alafu kupitia sasa hii Kisha TV yeah, watadondosha pale comment waseme kwamba Mwamba anajua, Mwamba wakati wake ukifika, naye atatoka Mwamba ni hivi. Niambie, huyu hapa ipo na mimi sio? Huyu mwanangu mi achonumia sio kuimba, mi na nyimbo nyingi sister, na nyimbo na nanyimbo na pekeyangu na nyimbo kama sita zipo YouTube, zipo kwenye zote, tumetoka wote otetoka chini tumepambaatoka ote, chini tunavaliai nguo e, tu si eh? hata kama ni hivyo lakini, so hadi nguo hadi nguo sister, najua najua najua, lakini kufanya kitu kimoja tu mi ni ku bless, kwa sababu mi pia mango mangu makali, au sio sister? Nafanya mziki mzuri, nimetoka kushuti video ya milioni moja na laki nne ipo YouTube. Hongera, sister. Unajua mimi sina hela sister, unajua ila nifanya mimi ni kukusanya 100 200 na shoot video, sina sina sina investor yote anaweza kuja kuinvesti kwangu, lakini najichanga mwenyewe 100 200 kuja kushoot video, video inaonekana YouTube, au sio? Lakini sasa kinachoniumiza mimi, wewe tumetoka mbali na mwamba, kwani hunisupport? Semeshia kukataa sasa. Fanya kitu kimoja sister, wewe hii clip usikate, imfikie eh, hawezi usikate, itafika hawezi kukataa washikaji, hawezi kukataa washikaji. Sister, mimi naongea kwa uchungu, wewe unamwambia nini sasa? Mwazungumza na dayo hapa. Sikia. Dayo. Oa, mimi Ludoya au sio? Ludoya, Gongo la Mboto nae cha kule au sio? Huwezi kunikataa mwanangu. Huwezi kunikataa. Wewe kwa nini usinisupport? Mimi na post nyimbo sister. Wasioni hata comment. Hata comment sioni, kwa nini sioni hata comment? Bado hawajakubali sasa muziki wako labda watu. Sister, sister nisikize mimi nachokwambia. Sister, video kali ipo YouTube video kali. Basi imba kidogo, ili na wanao kuangalia kupitia kishai ya kapela kusikie. Aya, pole sana. Mi na machungu, yani hapa machungu, mi na maumivu sister. Tunatafuta sasa solution, maumivu, mi na maumivu, yani swala so, so, so kuimba so, la support mimi so, <tis> sio na kuimba sisi. Ndio mpaka sasa watu wengine wakusikie yeah. Mbona utaki sasa? Kuimba na imba lakini unajuaje kama unajua? Chuga, hebu nisaidie yeye kumwambia kwa sababu leo ndio yeah. Kwanza kwa mara ya kwanza kafika ka hapa kishai TV, si ndio? Anatoa machungu yake. Mwamba yenyewe kweli anaye machule kwa sababu yenyewe dayo na yumba yenyewe. Unajua yenyewe na yumba chali yangu yenyewe. Yenye. Yenye. Kwa sababu sawa kama mwamba yenyewe mmesoroka yenyewe huko mnangata mamiogo yenyewe mnakachumbari mnavunga. Eh, maisha bwana ni kublesiana. Mimi na wanangu kibao ambao mpaka sasa hivi wapo nyuma yangu wanamwangalia laseko kwamba, kesho, ama kesho kutwa laseko akitoboa basi atushike mkono. Ndio, sio lazima. Sawa eh? Sio lazima kukushika mkono. Lakini kiubinadamu bana, nafikiria kuhusu mwanao kwa sababu mimi pia nilikuwa underground tu kama hivi, ba, mpaka sasa mimi ni underground, unajua, eh? Eh, lakini kwa uwezo wa Mungu nakutana na kishai. Leo nimefika mahali nimefika na mimi na wenzangu nyuma na waburuza bado polepole, tuwasogezana. Ndo hata kesho nikianguka na huyu bwana, bro nenda kafanya kitu sio Kayumba, hata Mwamba, achie Veska zapo freestyle nini kwa... Yani kwa heshima tu yani, mimi ninachotamani ni hivi, unajua, sifikirii kama ni muda sahihi wa kumlaumu mtu, unanielewa mimi, kwa sababu kumsapoti mtu sio lazima ni moyo wa mtu, kwa sababu hata yeye mwenyewe huenda bado hajafika pale ambapo yeye anatamani kufika, na ndio maana unaona pengine kuna vitu haviko sawa. Lakini leo hii pengine ukianza kuzungumza sana, alafu pengine yeye alikuwa anawaza kuja kufanya kitu kwa ajili yako, unaweza ukamvunja moyo. Ushauri wangu mimi ni kwamba, yani usimlaumu sana kupita maelezo. Huwezi jua yeye anakuwazia nini kwenye moyo wake. Sawa, mlikuwa ghetto, wewe kinachokuma, mlikuwa ghetto, mnavaliana mpaka nguo pengine, mmeshai kulala njaa, mmeshinda njaa, lakini mwisho wa siku, inachotakiwa wewe tu kuwa na moyo wa kumuombea ili kesho akumbuke. Basi, kama kuna kuna namna anaweza kukushika mkono, atakushika na hata kama haja kushika mkono wewe, akimshika mkono mshikaji wako, ndio kutoka kwenyewe. Kwa hiyo wewe, pengine inaweza ikawa hii ni nafasi yako sasa kupitia Kisha TV ukaonekana na watu wengine. Na mambo yako yakaenda, ukafikia pale ambapo unataka kufika kuliko kukaa kulaumu Hivyo. Na, na, kwa hapo nijazie kitu kimoja kwa mfano Diamond na, na Bob Junior. Tumeanza kumjua Bob Junior kitambo sana, si ndio? Lakini leo tukiongelea Diamond na Bob Junior, s so nafanyisha basikeli ya miti na pikipiki. Eh? Piki, you ko know, hata brother usivunjike moyo. Mimi naamini kupitia Kishai, kupitia hapa mahali e, Shusha pressure, shusha pressure, tulia, relax. Uliaingine ambacho ampaka mimi niongee ni kitu kimoja mwana brother, brother Chuga hana muda mrefu sana kwenye industry, au sio? Amepata nafasi kidogo, lakini ameamua kuniinua mimi, au sio? Nipo chini, au sio? Na juzi ame, ame kitendo cha kuliki tu kwenye peji yangu, peji yangu imeongezeka sana fan base, au sio? Like sa, like itu, anaka comment pale kwenye picha yangu akachukua clip tu ile pale ya nyimbo yangu, nikasema kwamba inawezekana wewe ukaona waza hivyo lakini hujui yeye anakuazia nini. Ndio maana mimi sipendi sana kusimama katika upande mmoja, natamani nisimame katikati nione mambo yanakwenda, lakini kikubwa unaambiwa kwamba Hutakiwi kuwa mtu wa kulaumu sana, isipokuwa tafuta solution. Unatoka vipi? Sasa pengine wewe ulitarajia akuinue kwa kipindi hiki, bado na hatujui anawaza vipi, kwa sababu sitaki kuzungumza labda yeye amefeli na nini. Hapana, sitaki kuzungumza kama labda yeye ndo ameshakukataa mimi. Ah, sitaki kuwa katika upande huo mimi. muda mrefu nakwambia, mimi Kishai hivi nakupa kipaza changu, ukitendea haki unashindwa. ukitendea haki bro, haina shida, haina shida, haina mimi, mimi naamini kwamba Kishai ni media kubwa, inafuatana na watu wengi na kwa kupitia hii media basi na mimi mwenyewe naenda kuwa mkubwa suni tu, au sio? Haina shida. Mimi nafanya nafanya aina tofauti tofauti ya muziki, lakini pia nafanya nafanya rap, au sio? Uh, rap hii nyimbo naweza nika dedicate kwa sababu mimi amenikataa, au sio? Eh, yeah. e, naweza nikaachana tu mstari kadhaa nika dedicate. Sichukulie kukataa. Kwa nini moja hapa, kwa moja amekukataa mwanao? Unaongea una uchungu sana, una jazba sana. Hapana, usifanye hivyo. Haina shida, haina shida, shamwachia so, Mungu sawa. <laughs> So, kipaza hiki hapa, bro. Mimi nakupa kipaza je, yeah, let's go. Watoto yeah, wana data na kamera mikato ya kitos, kumbe msela heshima nayopewa songekewa mita imenilea mpaka leo, nimekuwa na mimi ndo nembo ya kitaa ama icon, napiga ngumi like Tyson utachagua mpende Mungu mashetani upandishe maruani yote fine na mimi ndo king kwenye rap flow zangu tamzi napendwa na madem sewe kumwaga damu ili nipate fame kila chocho kila semu kitokeza kuna chafuka kama kumeruchwa bomu, na mimi ndo king kwenye rap flow zangu tamzi napendwa na Bwana. Safi, sasa kupitia Kishai TV hapo YouTube tutuandikia hapo Mwenetu yaliomo yamo, ama tuendelee kumpa muda? Lakini yote kwa yote nimeona La Seko Chuga, muuza ice cream leo ametu surprise hapa KMC Complex ambapo tunakwenda kushuhudia mbungi eh, ya Kariakoo Derby ya mashabiki wa Simba na Yanga wanakwenda kumenyana majira ya saa kumi za jioni. Nasi Kishai TV tuko hapa. Jina langu ni Jenny Kishai, niko na La Seko Chuga, lakini yuko hey, mdogo mdogo. Na wanetu jina linatoka ujue, mwanetu nitalishika tu mdogo mdogo. Chuga niambie, leo na epi

ng'aa kinyama yenyewe mm. mm. Bana, na uhakika hapo uwanjani kuna timu itafungwa, lakini mm. mimi sijui, mimi siwezi sema ni gani. Wewe mwenyewe unajua itakaofungwa ni timu gani? Hapana mimi sijui, wewe usiniingize usinichote ubaya. Mimi sitaki kuwa mm. mm. <laughs> e jamani, mnafiki. Warangu wa Simba wish you good luck. Warangu wa Yanga na wish good luck. Mimi nachopambania ukimwona Chuga bana Wee soroka na ice cream. Mimi sina uadui na mtu yoyote, kikubwa mimi nalinda na na mama yangu tu jamani, kumbukeni, natafuta mahari ya milioni kumi, tumemechisha eh, tu kwa mbali, kwa mbali, amempa paka viatu leo. Amevaa viatu vangu Kali, kali. Sema la mama wenyewe, lakini unanipendaga wenyewe sindio? Tu mimi, mashemeji zako wamekataa, wamesema mimi sitakii, wame wame kujimaliza mpaka ulipe mahari ya watu.